Mamlaka unaondoa vifungo, ondoa vifungo juu ya maisha yao, hiyo vifungo iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ita hilo jina, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, yoyote amefungwa afunguliwe, afunguliwe, munitolei, munitolei, wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe wote wafunguliwe wote katika jina la Yesu. Wale wote wameamini wafunguliwe, wale wote wameamini wafunguliwe. Ndio, ndio, leo sina watu wa mkono. Wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe. Mnataka wararue koti yangu. Kila kifungo ya Setani, magonjwa yote na mateso iende kabisa, iende, mateso yote kila kifungo ya setani iondolewe, iondolewe. Baba mchafu, baba mchafu, baba mchafu, baba mchafu, baba mchafu, katika jina la Yesu. Baba mchafu, unakataa? Wewe ni nani? Songa hapa kidogo, songa hapa kidogo, songa kidogo. Unakataa kama nani? Haya, wacha niona wewe ni nani. Ongea haraka. Ongea. Ongea haraka. Ongea haraka. Mateso lazima ifike mwisho. Mateso lazima ifike mwisho. Mateso lazima rudisha huyo hapa. Rudisha huyo hapa haraka. Rudisha yeye hapa. Rudisha yeye hapa. Rudisha haraka. Mwachirie. Mwachirie. Rudisha yeye haraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo kitambaa mtoe. Katika jina la Yesu Kristo. Hiyo kitambaa kichwa mtoe. Lazima wafunguliwe, ni Mungu alisema hivyo. Sema jina lako, hauna mamlaka. Utaki atwe ni nani? Lazima wafunguliwe, Mungu ndiye alisema wafunguliwe. Wafunguliwe ndio. 1 2 3. Lazima wafunguliwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nitolei, nitolei, lazima wafunguliwe katika jina la Yesu. Kama mjafu mwaje abarikiwe Mwacha abadikiwe katika jina la Yesu. Nimekuja kuwalipa. Ufalme wako. Ufalme wako. Hauna mamlaka tena. Hiyo namba nimeiondoa. Nimeondoa hiyo namba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufalme wa giza. Umepomolewa. Umepomolewa. Umepomolewa. Sema ufalme wa giza. Sema ufalme wa giza. Upomolewe. Upomolewe. Ufalme wa giza. Ufalme wa giza. Upomolewe. Lazima, lazima wafunguliwe. Lazima waliofungwa funguliwe. Wafunguliwe. Wafunguliwe. Mwaje abarikiwe. Mwaje, mwaje. Pamoja mjafu. Mwaje. Mwaje abarikiwe. Mwaje abarikiwe. Mwaje abarikiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwaje abarikiwe. Mtoyo kitu amefunga naye mkono. Mtoa hiyo. Mtoa hiyo. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Taja jina lako. Ulifunga nini? Eh, unaitwa Sera? Ulifunga nini? Asiolewe baadhi pengine. Wewe ni nani kwake? Mama mkwe. Ah, oh. Uko hai ama ulikufa? Uko hai? Utaki aolewe? Eh, ulifanya nini? Eh. Yeah. Ulichukua miguu yake. Eh, yeah. Ahangaike. Aya, toa hivi vyetu. Mtoe. Baba kutenda chambu. Kwa sababu ye ni Mungu Baba mjafu. Kuna siri, Kuna siri. Hiyo miguu mulifunga nimeifungua. Apata kasi Mahali anatembea. Afunguliwe, afunguliwe Katika jina la Yesu. Afunguliwe, afunguliwe Katika jina la Yesu, Katika jina la Yesu. Afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe. Kasi yako imeisha katika jina la Yesu, nimeharibu ufalme wako. Hii mikono nimeitakasa, nimeitakasa hii mikono, katika jina la Yesu. Afunguliwe, afunguliwe! Sema nimekubali. Tii sauti ya Bwana, tii haraka, ti, katika jina la Yesu. Hapa utatii, hapa utatii. Sema nimekubali kumwachilia ili abarikiwe. Hauna mamlaka, hauna mamlaka, hauna mamlaka Mama mchafu, hauna mamlaka. Roho ya mama mkwe haina mamlaka, nimeiparalyze katika jina la Yesu, iende na isirudi. Sema iende na isirudi, iende na isirudi, iende na isirudi. Ndio hiyo iende. Waita wenzako haraka, waita wenzako haraka, waita wenzako, waita wenzako, waita haraka, waita niona, waita wenzako haraka. Mwambie kasi ya giza imeisha, mwambie, mwambie imeisha Kwambie imeisha kwambie imeisha ime, katika jina la Yesu, kasi ya giza imeisha, imeisha, imeisha, imeisha! Kasi ya giza imeisha katika jina la Yesu, aenda ng'ambo, aenda ng'ambo. Umekubali, umekubali sasa, umekubali. Umesema olewe, umesema olewe, abarikiwe. Sema vizuri, nisikie, taja yote katika jina la Yesu, sema yote Ulikuwa umemruhusia maskini na mateso, umekubali sasa. Sema Yesu ni Bwana, yeah. sema Yesu ni Bwana, Yes. sema Yesu ni Bwana, tii sauti ya Bwana. Sema Yesu ni Bwana, sema Yesu ni Bwana. Atini nani huko? hey. hey. na mtoto wako huko, na eh, huyo mtoto anaitwa nani? Anaitwa Neema, huyo mtoto eh, na mwingine Brian, na hey. Brian, mlimruhusia ulevi ama ni banki Ongea ndaga, hiyo ni bangi, hiyo ni bangi eh. Umli muruhusiya bangi eh? Ndio apote, na pombe, na pombe, na sigara, na sigara. Nimeiondoa eh, kwake eh, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimeondoa bangi, nimeondoa ulevi kwa Brian, nimeondoa ulevi, nimeondoa sigara, nimeondoa bangi, katika jina la Yesu. Hiyo iondolewa yote, Brian awe huru, awe huru Sema tumekubali, tii sauti, mekubali sema tumekubali, la msichana wangu Yunis, msichana wako Yunis. Eh. Unataka nini kwake? Niye aliniambia Eh. eh. tumfunge, mumfunge na nikachukua elfu mbili zake. ukachukua nini? elfu mbili eh. Zaida ukafanya nini? Nikalalia ukalalia, na nikakalia eh. na nikachukua pamoja na mchanga eh. Nikafunga pia huduma yake ya kuombea watu. Wewe waje kusukua. Enda ita wenzako. Eh. Imeisha. Eh. Enda ita wenzako huko. Kazi yako imeisha. Eh. Imeisha katika jina la Yesu. Imeisha kazi yako. Katika jina la Yesu. Moto wa mbinguni umetawala kila sehemu. Kila sehemu. Kila sehemu. Moto. Moto. Moto wa Yesu. Kila sehemu Fire. Fire. Fire. Tena sehemu fire. Fire! Haya. Sasa sema kwanzia leo, Nimeachana na ye. Ile uchafu wote muliweka wake, tapika hapa chini. Uta uchafu wote tapika hapa chini, katika jina la Yesu. Iyo ni akwansa, ya kwanza ya pili. Haraka, katika jina la Yesu. Kila uchafu wa Shetani, tapika yote hapa. Kasi ya gisa Mefika mwisho kazi mefika ya mefika imefika mwisho. Kila matabau yote mliyachanga kwake nimeyapomoa yote katika jina la Yesu. Tao jafu yenu muende to haraka, tao jafu yenu muende fanya haraka, mbona ni jerevesa. Tao magonjo yenu toa maskini wenu, tao roho ya madeni. Hiyo pesa mlifunge 2000 nimeifungua katika jina la Yesu. Hii e mikono nimeitabiria baraka abarikiwe abata kasikubwa aende paka ng'ambo katika jina la Yesu. Sema tumekubali, aende ng'ambo. Ongea, sijasikia. Nimekubali. Sema kwa sauti, nimekubali. Wewe ni mama mkwe eh. Oh, okay. mata hii leo, uko kwa shida wewe, mata hii ndio eh. uko taka abarikiwe uh-huh. na ndoa nyingine siku taka manacho Mungu alikuchangia nyumba kubwa Oh, akauwekea stima, aka stima? Eh. Ukaenda kumutesa na ukamufukuza baada eh. ya ekokujengeao eh. Oh, maandiko inasema kuna ulejezo chochote Setani alimunyanganya dada huyu, nimerejeza kwa mikono yake katika jina la Yesu. Apokea roho ya ule ulejezo katika jina la Yesu. Ayubu 42 inasema alirejesewa. Pokea baraka zako kuanzia leo na setani ameshindwa. Ndoa ifunguliwe. Baraka zake zote zifunguliwe katika jina la Yesu, sema tumekubali, nimekubali. Sema nimekubali, sema nimekubali, inua mkono juu, umeisa basi kidogo naesa Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mjavu, Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu.